Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu na wananchi wetu wote wa kata ya Mandewa na manispaa e, na mkoa wa Singida, wametutendea haki tarehe 29. Tuje ia hujo tumwangalie ni namna gani anafanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwenye kata yetu wa Mandewa, kwenye mtaa wetu wa Mandewa simia shehe, mimi nikushukuru kwa kazi. Babu Haruna ametoka kwenye mikono yako naake, ulipika vizuri ugali ukaiva, ukaja hapa Mandewa. Endelea na yeye kupika vizuri. Kwa hiyo lazima tukushukuru kwa hilo, na wazee wa mandewa hapa lazima wamkumbatie huyo vijana ili aendelee kupika vizuri. Kimwachia hawezi kupika vizuri au aajwange aliomikuzaidi. Kwa hiyo sisi lazima tuangalie sasa mapungufu yetu, tuache tuangalie manufaa ambayo yako kwenye msikiti wetu. Tangu waislamu tubadilike. Mwalimu yuko hapa anafundisha usiku na mchana. Shekh Rashidi uawzoabiea uko hapo Watoto wamekuja hapa, mojawapo nimeona mtoto wako yuko hapa, amekuja amepanda hapa, ameyatoa maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo wewe huna Takbir. Lazima sisi tuambieni ukweli ikoa, lazima tuambieni ukweli ili tubadilike, tuwashike hao walimu ili waendelee kutusaidia watoto wetu, maanake watoto hao wote waliosoma hapa hawako barabarani kokota makopo kule, wako hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kitengeneza mbegu nzuri. Utaambiwa baba, salamu alaikum. Kama ujamleta hapa asubuhi taambiwa mambo vipi? Tusikio sasa uchanganue, unataka mambo vipi, au unataka salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu? Sima tubadilike, tuko hapa Wakati huu umetolewa historia nzuri na shehe, anajua historia yake vizuri. Na bahati nzuri mna shehe ambaye anajua historia ya kata hii, yeye ni mzaliwa wa hapa. Shehe hawezi kumchenga hapa, anajua vizuri. Na shehe ngii yupo hapa, anajua mwalimu Haruna. Yeye ana bahati tena, anakaa na mwenyezi wa Ulaya hapa kwenye msikiti na mwenyekiti Mustafa wa baraza mkoa wa Singita. Sasa hao wataalamu wote wanaoelewa vizuri, yuko na mzee wangu, mwenyekiti wangu wa taula Mandewa, yuko ili yuko. Kwa hiyo nadhani kwenye utaratibu, sina mashaka sana, wazee wakiwepo mambo hayaharibiki. Mwenyekiti wangu wa watawi la Mandewa, watoto wamekuja hapa, kuna wakina mama arobaini na saba na watoto tatu, ukijumlisha unapata mia na ngapi? Kazi inafanywa na mwalimu huyu Leo tumeona adaa, tumekuja hapa, tumeangalia elimu kwanza, mambo mingine baadaye. Mwalimu afundishe ae, apewe, apewe hivi vina yao. Namfariji mwalimu sababu na yeye ana familia na familia yake, anafundisha hiyo watu lakini zauujali, tunafanya dhambi sasa hilo mwalimu, unafanya kazi nzuri sana, iko hapo mezani. Shekhe hapa ameenda, meoapameenda yuko hapa, kazi inaendelea kule, watu anawafundisha tufike tumuombe Mwenyezi Mungu ili atufikishe mahali salama. Wewe je wewe hani wewe wewe? Koko hani. Sasa, kupitia hadhara hii shaka tubadilike bwana. Hadhara hii watu wabadilike. Ili tufanye kazi ya Mungu vizuri tutakuwa

bado mpya yuko kwenye karatasi. Nenda kawakilisha, usiogope. Naogopa nini? Na wakati nimetumwa na mbunge, wameniambia shida yao ilikuwa ni bati thelathini na moja, ndio mahitaji yao, bati thelathini na moja ili wamalize nini? lengo lao, pokeana kamati, nitaongea naye. Watu mnaenda kuyachukulia hayo mapati yenu, ili kitu cha muhimu zaidi kingine, fanya mtu ambaye atasimamishwa kufanya jaozijae ili mwalimu kupitia sherehe hii mwenezi ili na yeye ajisikie kweli na mimi watu wa Mandewa wanamthamini, kupitia na mwalimu ili aelewe na kwamba na yeye akienda nyumbani kwake akipokewa bwana na kafundisha kwa nini, siku nyingine akilala na mwalimu amka, nenda kwa kazi yako, ndio mtendaji, jaribu kwa dole mwalimu. Kwa hiyo no. Mimi sina mengi, kwa hapa niishie hapa. Kama kuna jambo limeenda vibaya, kunisamehe. Mimi kama yapo mazuri ambayo nimeyasema, basi Mwenyezi Mungu aniongezee tena siku nyingine, ili niendelea kufanya vizuri. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Naam za mgeni rasmi juu ya nasaha zake nzuri na leo ameserereka vizuri, kwa kweli umepata faida kubwa yani.